Karibu sana ndani ya Darajani 1905. Hii ni podcast yako ya kwanza Chelsea kwa lugha adhim sana Kiswahili. Mimi ni Mr. Darajani. Uh, nipo na timu ya wachambuzi ambao kwa pamoja tunaenda kuchambua mechi ambayo nimetoka kumalizika muda mchache nilipopita kati ya Chelsea dhidi ya Ajax. Mchezo ni katika demba la, la Stamford Bridge. Uh, ni ukiwa ni mchezo wetu wa tatu ndani ya klabu bingwa barani Ulaya, hatua hii ya makundi ambapo sasa ni sio ni hatua ya makundi tunaita ni hatua ya ligi kwa sababu Uh, sasa hivi ni hakuna tena makundi nane, kama nilivyokuwa ni huko nyuma. Sasa hivi kuna kuna kundi moja tu, kwa hiyo tupo ni hatua ni ya kundi, uh, ni la ligi, hii ni ya klabu bingwa barani Ulaya na tumepata ushindi mnono magoli matano kwa moja, ushindi ambao ni unatufanya una sasa tufikishe pointi sita kati ya tisa ambazo ya ambazo tulitakiwa tuzipate tulipopoteza dhidi ya Bayern Munich, ndio alama tatu ambapo tulipozidondosha hapo lakini ushindi wa leo nitufanya tupate ni ushindi mwingine mfululizo katika michuano hii mara baada ya kuwafunga Benfica, uh, Jose Mourinho akirejea Stamford Bridge wiki kadhaa zilizopita. Uh, magoli ya leo yamefungwa na Marc Guiu ambaye ni alifunga gola kwanza akipokea pasi kutoka kwa Wesley Fofana. Uh, gol la pili likaja kufungwa na Moises Caicedo akipiga shuti kutoka nje kama kawaida, yani ukisikia tu Moises Caicedo kafunga, basi tegemea ni shuti kutoka nje ya box Uh, lakini leo ni kama vile kulitokea na na, na, na mchezaji wa Ajax mpira kumgonga fulani hivi, lakini goli limesabika la Moises Caicedo, goli la tatu likifungwa na Enzo Fernandez kwa mkwaju wa penalti mara baada ya kuchezewa mazambi mwenyewe. Uh, na aliyemchezea mazambi ndio ambaye pia alifunga goli ni la Ajax ambapo ni alichezewa mazambi na Tosin Adarabioyo, kwa hiyo baada ya kuchezewa mazambi yeye na kupatikana penalti na wakafunga goli moja, akaja tena huko mazambi na tukapata penalti na Enzo Fernandez akafunga goli. La nne likafungwa na Esteva Willian ambaye alichezewa mazambi mwenyewe kwenye box na yeye ni akakabidhiwa mpira na Enzo Fernandez akapiga penalti na kufunga uh, goli lake la kwanza katika michuano hii ya klabu bingwa barani Ulaya. Uh, goli la tano likaja kufungwa na Tairi Kijoji ambaye aliingia kutokea uh, ni kutokea bench mara baada ya kuchukua nafasi ya Makiguyu kipindi cha pili, dakika 48, goli la tano likafungwa na toka hapo mchezo ni ukawa hauna tena goli jingine zaidi ya matokeo kaza kaza na kosa kosa zilizotokea nyingi nyingi. Nipo na mchambuzi wangu Himidiwe Kabuja ambaye kwa pamoja tunaenda kuichambua mechi hii na kukupatia madini ambayo labda hukupata nafasi ya kuyaona au labda ni uliyaona lakini hukuelewa kilichotokea. Himidiwe Kabuja karibu sana. Aa, ni kama vile mechi imekuwa rahisi tofauti na, na baadhi ya watu walivyotegemea, nisiweke baadhi niseme wengi tulivyotegemea kwamba mechi ningekuwa ngumu ushindi mnono wa magoli matano unatufanya tufike nafasi ya kumi na moja. Una mtazamo gani katika hili? Karibu. Uh, nimeitazama nime mechi eh, kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nimevitazama eh, kama timu kutoka pale kwenye mchezo wa mwisho ambao tulicheza na mchezo huu, nini ambacho kinaweza kuwa tofauti? Eh, kwanza mchezo wa leo nimeuona ni nime mchezo ambao ulikuwa na Eh, kipindi kimoja ambacho, uh, timu yetu ilikuwa serious kuweza kutafuta matokeo, kipindi cha kwanza zaidi, kwa sababu kipindi cha pili ni kama tulikuja tukabadilisha, eh, mbinu ya namna uchezaji, ya uchezaji na namna ya eh, kuwakabili Ajax. Kipindi cha kwanza tulianza mechi vizuri na kwenye mfumo tulianza na mfumo wa nne mbili tatu moja kama kawaida ambao mara zote huwa tunatumia, lakini utofauti wa leo ni kwamba eh, upande wa kulia ambao eh, kiasilia inatakiwa awepo mlinzi wa upande wa kulia fullback, leo hakuwepo fullback. Alikuwepo eh, Moses Kaisedo ambaye eh, tumezoea kumwona katikati ya uwanja na katikati ya uwanja palikuwa na Enzo Fernandez pamoja na eh, Romeo Ravi ambao eh, kwa pamoja kwenye lineup walionekana kama double pivot, lakini eh, tunapoanza build up ya timu ni kwamba tunakuwa na walinzi watatu ambao wao wanatengeneza mstari mmoja ambao ni Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo pamoja na eh, Jorrel Hato ambao wanakuwa kwa pamoja ni kama walinzi e, wakati. Alafu juu yao panakuja kutokea Enzo Fernandez anasogea juu kidogo kuja kuongeza idadi ya viungo wanaoshambulia, alafu Moises Caicedo anaingia kati. Hii ilisaidia uh, vitu vingi kade, uh, hasa wakati wa kushambulia, kwa sababu uh, tunakuwa tunaweza kuwa Eh, Ajax kwenye eneo lao, lakini tuna overload pia, kwa sababu wao baada ya kadi nyekundu walikuwa pungufu. Maana yake ni kwamba eh, mtu mmoja amepungua kwenye eneo hilo, tunakuwa na wachezaji takribani wachezaji watano kwenye eneo moja ambalo ni la kushambulia. alafu kitu cha pili ambacho kilikuwa kinatuofa baada ya kuwa eh, kwenye mfumo huu ambao Moi Kaisedo anaingia ndani kuja kuongeza idadi ya, ya, ya viungo ni kwamba eh, zile channel nusu nafasi tunaita half space zilikuwa zinafunguka kwa sababu eh, Facundo Buonanotte alikuwa anaingia upande wa kulia ambao alikuwepo Estavio pia alikuwa anaingia kwenye half space pale, lakini pia kuna muda eh, Enzo Fernandez pia alikuwa anaingia upande wa kushoto ambao alikuwepo Jamie Gittens ambaye pia alikuwa na, wakitanua uwanja maanake, kuna nusu nafasi ambazo zinabakia katikati ya mlinzi wa, mlinzi wa pembeni wa Ajax pamoja na mlinzi wa kati so ilikuwa ni ngumu sana kwa Ajax kuweza kuzuia hmm, eh, mafuriko ya mashambulizi kwa sababu eh, Chelsea walikuwa wanaonekana, wana, wana nguvu kubwa ya kushambulia hasa ukilinganisha na kwamba tayari wako pungufu, maana kuna mchezaji mmoja zaidi ambaye anaongezeka kwenye timu ya ya Chelsea ambaye hana mtu ambaye anaweza kummaki moja kwa moja kwa moja sababu ya ile red card ambayo imeweza kupatikana uh, kipindi cha kwanza. Nimeona game nzuri sana kutoka kwa eh, Jamie Gittens ambaye tulikuwa tumeshuhudia kwenye mechi kadhaa akiwa anaraumiwa kwamba inaonyesha haonyeshi kile kiwango ambacho timu ilikuwa imemsajili, lakini kwa leo amekuwa ni mchezaji ambaye yuko threat zaidi, ni mchezaji ambaye anashambulia, ni mchezaji ambaye yuko direct sana, kwa sababu mara nyingi alikuwa akipata mpira na kuwa ni mwiba kwa upande wa, wa, wa, wa, wa, wa Ajax. Na ni kitu ambacho kimetupa uhai zaidi kwenye eneo la juu kwa sababu eh, kuwepo kwa Estavio pamoja na Gitens ambao kwa pamoja walikuwa threat sana kwa sababu ukimwangalia Jamie Gittens, eh, ana kariba tofauti kidogo na eh, Estavio kwa sababu Jamie Gittens anaweza kupunguza walinzi watatu wawili, lakini hana ile tamaa ya, ku, ya kupiga gorini moja kwa moja. Maana yake anahusisha zaidi wachezaji ambao wanacheza eneo la mbele, wanajua kabisa lazima kuna muda pasi itakuja. Lakini kwa Estavio yeye alikuwa mara nyingi anawaza zaidi namna gani ya kuweza ku, kuisababishia akii kuea kusababishia eh, madhara timu pinzani, apige gorini moja kwa moja pasi ambayo italeta madhara ya moja kwa moja kuwa gori au eh, kuwa assist, kitu ambacho mara kadhaa kimeweza kumkubali na kuwa on target ya moja kwa moja na mara kadhaa imeweza kuwa off target. Uh, kitu kingine ambacho nilikuwa na nakitazama kwa siku ya leo, namna gani uh, ambavyo Marc Guiu anaweza kuwa mchezaji ambaye uh, ana, anaweza kuziba pengo pale ambapo tunawakosa washambuliaji wawili ambao wanaonekana moja kwa moja ni washambuliaji chaguo uh, za, bora zaidi kuliko yeye ambao ni eh, Joao Pedro pamoja na Liam Delap nimeona kitu tofauti kwake. Ni kama ile presha ya kuwa chaguo la tatu mbele ya mwalimu hali haimpi presha kubwa, na anapopata nafasi anajaribu kuifanya timu inufaike na yeye akiwepo uwanjani. Angalia jinsi ambavyo alikuwa anaweza kufanya build up au ku link pamoja na viungo wake akiwemo Facundo Buonanotte pamoja na Enzo Fernandez ambao kwa karibu alikuwa anamsogelea na kuwa karibu alikuwa naye alikuwa naweza kuwafanya kuwa, kuwa wajisikie huru na wawe kwenye maeneo sahihi ambayo wanaweza kupata nafasi ya kucheza, na nafikiri ndo vitu ambavyo nimeviona, lakini mbao, a, waliku, na, kwa kipindi cha pili mwalimu alijaribu kuwapumzisha baadhi ya wachezaji ambao alikuwa anaona kabisa kwamba gemu ameshaimaliza na amefanikiwa hilo, kwa sababu e, tumeweza kupata bao la la tano kwenye dakika za mwanzo kabisa mwa kipindi cha kwanza. Lakini baada ya hapo kilichofanyika ni kwamba, ni kwamba ni kama tulikuwa tunawafanya tu Ajax, eh, wanapokuja tunawapoza, alafu tunaendelea kucheza mpira. Kwa hiyo kipindi cha pili sijaona vitu vingi sana isipokuwa cha kwanza ndio kilikuwa na vitu vingi ambavyo eh, vilifanya Chelsea leo iweze kushinda mchezo huu na kuifanya ipate mabao hayo matano ambayo yamepatikana kwa siku ya leo. Kiungo cha Chelsea kilikuwa kina kina Lavia, kina Enzo ni Fernandez pamoja na Moises Caicedo, kipindi cha kwanza na walionyesha uhai. Unafikiri hii ni kombo ambayo ninatakiwa kuwepo na na, unaizungumzia vipi kombo hii na watu watatu mpaka sasa? Karibu. Ah, ni kombo ambayo inaweza ikawa ni kombo bora, lakini ina athari kubwa sana kwenye mfumo mzima wa Chelsea na namna ambavyo unaweza ku Uh, kutengeneza kikosi chako hasa kwenye idara ya ushambuliaji. Uki ukiwaweka kwa pamoja wachezaji hawa, maana yake ni kwamba lazima kuna mchezaji mmoja kwenye eneo la la juu atatakiwa kupungua, hasa hili eneo ambalo tunatumia washambuliaji wa eh, viungo wa washambuliaji watatu. Lazima kuna maeneo ambayo utahitaji kupunguza mtu sasa kwa namna ambavyo naangalia, sioni kama kuna haja ya kumpunguza eh, mmoja kati yao, au kuna mchezaji gani ambaye atatakiwa kupungua kwenye hilo eneo, isipokuwa kuna matumizi ambayo samtim yanakulazimu ufanye hivyo, utahitaji kuwapata viungo wote watatu. Lakini sioni kama ni mfumo ambao unaweza ukaendelea kuwepo chini ya Enzo Maresca, kwa sababu eh, utamnyima eh, mwalimu balansi ambayo anahitaji, na tunahitaji kuwa na mlinzi wa kulia ambaye atakuwa na na zile eh, basic za mlinzi wa kulia. Ukimwangalia mtu kama Moi Kaisedo ni kama hana basic hizo ambazo zinahitajika na mara nyingi ndio maana utamkuta Wesley Fofana kama hivi ambavyo leo amecheza, utamkuta Wesley Fofana nasogea upande wa kulia na uh, kuonyesha uhai kwamba uh, anaweza kucheza kwenye hilo eneo ili kuja kuziba pengo la Moi Kaisedo anapokuwa ameingia ndani lakini eh, uh, hii kombo ulivyoizungumzia ni kama ina vitu tofauti tofauti, kwa sababu Moi Kaisedo atakupa energy, atakupa nguvu kubwa, atakupa namna ya kulinda defense yake, lakini Romeo Lavia, yeye eh, anachokifanya ni kama ku, kufanya uitawale mechi, kwa sababu ukimwangalia namna anavyocheza, uh, akiwa na Moi Kaisedo karibu yeye, eh, anaifanya uh, ile safu ya kiungo ya ya ya, ya timu pinzani maana yake, eh, anakuwa ni kama anacheza nyuma kidogo ya wale eh, wa, wa, wa, wale viungo washambuliaji maanake wale viungo washambuliaji wanakuwa wana kazi kubwa ya kwanza kumwangalia pia Romeo Lavia kwamba anatakiwa kufanya nini ili asilete madhara kwao. Kitu ambacho nakitazamia kwenye midfield ambayo Chelsea inaweza kuwa ina, inaitumia kama wakiamua kutumia mfumo huu ni kwamba moja kwa moja itaathiri hawa mawinga wetu ambao, eh, tunaweza tukawatumia, maanake tutahitajika kutumia winga mmoja kwenye, kwenye, kwenye mchezo kwao, ni vitu ambavyo navitazama kwa, kwa ukaribu zaidi, na sioni hili likiendelea kutokea kwenye timu yetu. Ni mpaka sasa kwa, kwa kiwango ambacho Jamie Gittens amekionyesha kwenye mchezo leo, nafikiri ni anastahili kuendelea kupewa nafasi na kuaminiwa kuwa, kuwa ni winga wetu, au tuende kwa Garnacho mwenye uzoefu na ligi. Jamie Gittens sina cha kumzungumzia sana, lakini nafikiri ameonyesha mechi nzuri sana kwa siku ya leo na atakuwa najivunia kwamba nahitaji kuonyesha kiwango hiki kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Ukimwangalia namna ambavyo amecheza siku ya leo, alikuwa najiamini, alikuwa sharp kwenye matukio. Kilichokosekana leo kwake ni goli tu nafikiri, lakini namna ambavyo alikuwa anacheza, ulikuwa naona kabisa assist inaweza kuja. Chance amecreate chance tano, sio kawaida kwa mchezaji eh, kama Gitens ambaye alikuwa kwenye kiwango ambacho sio bora na uh, kwa, kwa mechi za nyuma na leo akaonyesha ubora wa design hiyo, na ndio maana nafikiri mwalimu hajataka kumfanyia substitution kwa sababu aliamini kwamba anahitaji hiyo confidence kwa, kwa, kwa, kwa, kwa muda mrefu. So kwangu mimi naamini wote wachezaji wana uwezo, ukimwangalia Gittens, ukimwangalia Alejandro Garnacho, wote wana uwezo lakini kama ikitokea Gittens akionyesha uwezo huu ambao ameonyesha siku ya leo, nafikiri atakuwa ni first choice kwa upande wa kwa upande wa Enzo Maresca, kwa sababu atakuwa anahitaji zaidi uwezo huu ambao ameonyesha, hasa uwezo wake wa kupunguza walinzi lakini kasi yake. Unajua utofauti wa uh, Alejandro Garnacho pamoja na, na, na, na, na, na, na, na Gittens ni ile kasi yao ambayo wanayo na Gittens ameonekana na kasi zaidi kwa sababu ya namna yake anavyocheza na anaweza kupunguza watu wawili watatu kwa, kwa kwa Genacho sio mbaya sana, lakini yeye ni mzuri zaidi kuweza ku-, eh, namna gani ya kufunga. Nafikiri hapo ndio anapotofautiana, mmoja ana uwezo mzuri wa kufunga zaidi lakini mwingine ana uwezo mzuri e, kasi yake kuweza kusababisha madhara kwenye timu pinzani. Nafikiri wote wawili wana nafasi ya kuwa wanabadilishana e, mara kadhaa kwenye nafasi hiyo ambayo wanacheza, na wakati mwingine unaweza ukawatumia wote kwa pamoja pale ambapo mmoja anakosekana kwa na, sababu naamini pia Alejandro Garnacho unaweza ukamtumia kama e, namba kumi ambaye anatokea katikati pale kwenye nyuma ya mshambuliaji. So mi naamini watu wachezaji wana uwezo mzuri, lakini kama Gittens akiweza kuonyesha kiwango kama hiki kwenye mechi tatu mfululizo kutokea hii ya leo, nafikiri kuna, kuna haja ya mwalimu sasa kuanza kumpa nafasi ya moja kwa moja kwamba kwa huyu ndio mchezaji ambaye, yani promise player kwa upande wa Chelsea na namna gani ambavyo alimsajili na kile ambacho anakitaka ndio hiki ambacho tumekiona siku ya leo. Kaka Tosent. Uh, Chelsea tunafanikiwa tuna kupata magoli manne kipindi cha kwanza dhidi ya Ajax, rekodi ambayo haikuwahi kuwekwa, yani hakuna timu ambayo niliweza kuifunga Ajax magoli manne ni katika kipindi cha kwanza uh, kwenye michuano ya ya ya UEFA uh, Champions League, lakini leo tuna tunafanikiwa kufanya hivyo, na kwa kiasi kikubwa magoli uh, kia, kiasi kikubwa ni inaonekana tulikuwa tunatengeneza nafasi. Una mtazamo gani katika hili na katika ushindi wa leo unafikiri Oni unatupa ni mabadiliko chanya kuelekea ni msimu ni, msimu, ni uliobakia. Kwanza nimpongeze sana Enzo Maresca, alikuwa na mechi nzuri pamoja na wachezaji wake. Amefanya rotation ambayo ni nzuri na imemake impact katika siku ya leo. Um, nimependa alifanya um, ukiangalia, amewachezesha leo akina George Walsh akina Tyrique George mm -hmm. Akina Estevao akina Magui akina akina Gittens wote wamecheza vizuri. Ukiangalia um, okay, mechi ya leo tumefanikiwa kutumaliza dakika tisini bila kuwa na red card, ni Tume... tumefanikiwa jambo mm -hmm. hilo kwa sababu tulicheza five straight games tukawa tumepata red card ikae na imeleta kwamba dosari kwamba Chelsea kila mechi lazima tucheze na red card. Kwa hiyo Maresca alibuild momentum kwenye mindset za wachezaji kwamba jamani tucheze michezo yetu bila kuwa na red card, kwa sababu red card peke yake inashusha morali kwa wachezaji. Kingine nilipenda decision ya Maresca aliyofanya second half kumwingiza Trevoh Chalobah kumtoa Tosin kwa sababu Tosin alikuwa na yellow card, kwa hiyo Maresca alijua jinsi ya kucheza na kujua kwamba yellow card zingine zina zina play part kubwa sisi kupata red card at the end of the day. Kingine nimependa sana build up amemtumia um, Lavia namba sita, amecheza vizuri first half Lavia. Enzo Kaisoda alikuwa anakuja katikati kumsupport Lavia. Timu nzima imecheza timu, ilikuwa inaonekana kabisa first half. Nimependa pia Fofana alikuwa na game nzuri sana leo, ameprovide assist. Nimependa game ya Gitens amejiamini Um, kikubwa nilitamani kweli leo kuona um, Garnacho amepewa nafasi ofuli of, naye ange angemake angefunga goli lake leo la kwanza akiwa Chelsea, lakini yote kwa yote ni mipango ya mwalimu. Tunaamini kwamba huko mbeleni Chelsea itafanya vizuri. Uh, watu wengi wali nikiwemo pia na mimi tulitegemea kuona Estevao atakuwa ni, ni ni nyota mchezo, lakini nimekuwa tofauti. Ni amepewa Jamie Gittens. Unafikiri jamani alistahili kwa kile kiwango alichokionyesha? Um, kwa, kwangu mimi pia nilitamani sana Estevao apewe man of the match, lakini pia naye la ya um, alikuwa na gemu nzuri nao n ameprovide assist, ukiangalia amefunga goli la penalti, lakini game contribution ya Gittens ilikuwa ni kubwa sana ukiangalia alikuwa anakimbia na mpira anazunguka huku na kule, ametengeneza alikuwa anatengeneza kule kwenye final third unganiko mzuri pamoja na Gina Gui na Estevao. Kwa hiyo i think hata he deserved kupata man of the match, lakini zaidi mimi nitamani Estevao apate man of the match sababu amecheza vizuri second half, alikuwa ameenda no kucheza false nine baada ya Gui kutoka, alikuwa anafanya movement za hapa na pale, anakuzunguka uwanja mzima sofa kwangu mimi nilitamani Stevo apate man of the match, lakini Gittens alideserve. Kwa hiyo hopefully Stevo kwenye the next coming games kwenye Champions League naye atamake atapata man of the match. Okay, sawa sawa na ni, nafikiri, ni tumefanya ni uchambuzi wa haraka haraka na, na ni mzuri, na nafikiri tujiandae pia kwa mchezo ni ujao dhidi ya Sunderland katika dimba la Stamford Bridge pia itakuwa tarehe 25 uh, ya mwezi huu ni Oktoba majira ya saa 11 kamili, tutashuka tuta na tuta ni groundini kuweza kukiputa zidi ya Sunderland, ambao kwenye msimamo wapo nafasi ya saba. Kwa hiyo sisi tupo nafasi ya tano, yani nafasi ya tano na nafasi ya saba, tukiwa na alama zetu tukiwa ni na alama zetu 14, wao ndio ambao ni wanaotufukuzia kwenye kwenye msimamo huu, na ni kama vile shughuli ni pevu, kwa sababu wote tumefungana ni alama, wote tumecheza ni mechi nane. Uh, kila mmoja na kushinda mechi nne kutoa sare yeah, mechi mbili na kufungua mechi mbili. Magoli tumefunga 16 wao wao wamefunga magoli tisa. Kwa haraka haraka, tosent unamtazamo gani kuelekea kwenye mechi hii na tutegemea kitu gani kuelekea kwenye mechi hii? Mm, kwanza na imani Maresca atafanya pia rotation kwenye mechi alimempumzisha Reece James, kampumzisha Sanchez, amewatoa akina Enzo akina Caicedo kama leo tujamona Joao Pedro hajacheza kwa sababu alikuwa na adhabu, so hopefully mechi ya Sunderland atachezesha kile kikosi ambacho kimeanza kwenye mechi tatu nne za Premier League kwao. Tunajua kabisa atamtumia Sanchez, ataenda na Reece, Cucurella, katikati tamtumia Acheampong na Trev, then sita na atamtumia Enzo saba atamtumia Estevao, afu ma saba atamtumia Pedro Neto nane, atamtumia Enzo tisa Joao Pedro kumi, atamtumia atamtumia atamtumia Enzo atacheza namba kumi, then kumi na moja atacheza na na Estevao kwa hiyo na nafikiri kwamba kwa mechi ya leo ya Champions League itampa mosha wachezaji, itatupa morali na ari kwamba tunaelekea sehemu pazuri kwa sababu tumeshinda leo goli tano, na imani hata sana tutamfunga. Tutamfunga goli kama za leo, lakini naimani tutashinda kwa sababu momentum imeanza kuonekana kuanzia kwenye game na Liverpool ya juzi ya, ya Premier League tukapata ushindi. Kwa hiyo nahisi momentum ya ushindi inaendelea kuendelea ni nzuri, progress ni nzuri, red card ya leo tumecheza bila red card, kwa hiyo imetupa morali pia kwamba tunaweza tukacheza bila red card na tunaweza tukacheza 90 minutes tunaweza okay, kucheza bila leg card, lakini pia tunaweza kujipanga zaidi. Okay. Ulikuwa uh, ni wachambuzi wangu Imedeka Kabuje pamoja na Tosset William ambao kwa pamoja tumeweza kuchambua ni ushindi huu mnono wa magoli matano kwa moja tukiopata dhidi ya Ajax katika mchezo wetu wa tatu wa ligi kuu uh, wa klabu bingwa barani Ulaya na kama nilivyokugusia napo kabla kwamba mchezo wetu unaofuata dhidi ya Sunderland utakaochezwa tarehe 25 majira ya saa 11 Jumamosi ya wiki hii, tutashuka tena uwanjani kukiputa zidi ya Sunderland, na ni mechi ni mechi ngumu, kwa sababu wote tunalingana alama, yani tunalingana nao karibu kila kitu, tofauti tu kwenye kwenye faida ya magoli ya kufunga na kufungwa, ndipo ambapo tuna tofautiana. Tuna, tuna kwa hiyo tujiandae zidi ya mchezo huo, tuone tutatoka tuta kwa namna gani na mbio zetu za kuwania taji la ligi kuu Uingereza, kwa sababu ndo kiu ya mashabiki wengi sana kuhakikisha tunashinda taji hilo msimu huu. Tutaiendeleza kwa namna gani? Asante sana, mimi ni Mr. Darajani, tukutane tena wakati ujao. Keep the blue flag flying high. Asante sana.